Popote pale dhambi inapoingia inachafua hali ya hewa, nachafua hali ya hewa. Ukiangalia tuate kwenye familia zetu, ni kwenye familia zetu tu dhambi inayoitwa na dhambi ya ulezi na usizi zikishaingia kwenye familia, unajua hali anzafua ya hewa imechafuka. Baba kishaanza kuwa na michepuko mingi mitatu, unajua ya kwamba kuanzia sasa tutaanza kula mboga za majani, tutaanza kula matembele kula mihogo na mahalange dai. Mahali popote inapoingia, na hali ya hewa sina elwa ina halimhali ya hewa. Unajua, naposema haya unaweza usielewe, lakini sisi ambayo tuliokulia kwenye familia ambao wazazi wetu ama baba alikuwa ni chapombe, tulielewa tulisoma namba Kwani waba umezaliwa kama baba yako ni chapombe ni hatari sana, ni hatari yaani uugu mtundo mmoja, ai, mahali popote palipo na dhambi lazima azia uharibifu lazima ukae. Tunaona sasa, dhambi inapoingia mahali popote inachafua hali ya hewa. Dhambi inapoingia ndani yako, inapoingia mahusiano yako na Mungu. Dhambi inapoingia ndani yako inakuvurugia uhusiano kuingia ndani yako inakuja kuharibu maisha. Ndio maana Mungu anatuonya wanadamu, tupate kuikimbia dhambi, yaani tuikimbie dhambi, tuikatae dhambi, yaani tuikatae dhambi. Kati ya dhambi ni kuharibu hatima za watu, kati ya dhambi ni kuvuruga familia za watu. Kazi ya dhambi ni kuvuruga maisha. Ndiyo maana mwanadamu yoyote anaishi maisha ya dhambi, kufanikiwa kwake asahau, labda karoge. Mwanadamu yoyote anaishi maisha ya dhambi, akitaka kufanikiwa lazima kubali kuiacha dhambi, lakini kama hataki kuacha dhambi, bora tuwe mshirikina nani awe, awe mchawi awe mwanga, kwa sababu maandiko anasema afichae dhambi zake hatafanikiwa. Nani anayeficha dhambi zake hatafanikiwa? Ucha ni kitabu cha Mithali ishirini nane mstari wa kumi na tatu. Maandiko anasema afichae dhambi zake hatafanikiwa, afichae dhambi zake hata nini? Hatafanikiwa. Watu wengi tunatamani kupata vitu kutoka kwa Mungu. Lakini sisi hatutaki kufuata kupata vile Mungu anavyotaka. Wewe unataka Mungu akubariki na hizo dhambi zako. Alikwambia nani? Unataka Mungu akufanikishe na hizo dhambi zako. Eh? Na unataka Mungu wao unataka Mungu kufanikisha na kufanikisha. Acha nikwambie, kama utaki kuacha dhambi utaendesha bodaboda mpaka unazeeka. Kama utakuacha dhambi, acha nikwambia, utapiga debe mpaka utakimbia. Kwa sababu ili mwanadamu afanikiwe, ili mwanadamu amwone Mungu, lazima akubali kuacha na dhambi. Lazima ukubali kuikataa dhambi. Ndio maana wengi kwa kushindwa kuacha dhambi wameamua kuwa washirikina, wameamua kuwa wachawi, wanaroga, yaani wanaamua kuwa wanga. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa kuiacha dhambi. Yaani, kizuizi cha baraka za Mungu kwenye maisha yako ni dhambi unazozifanya. Dhambi unazozifanya zinakuzuia wao usimwone Mungu. Yaani maisha unayoishi yasiyompeleza Mungu, unajua, wacha nikwambie, dhambi mebeba laana, imebeba laana. Ndio maana mtu yote anaishi maisha ya dhambi, amelaaniwa navyo, amelaaniwa, anatembea chini ya laana. Sasa mtu aliyelaaniwa ali ali, maana yake nii, kulaaniwa maana yake ni kuzikosa baraka za Mungu kwenye maisha yako, hautaziona baraka za Mungu kwenye maisha yako, hutamwona Mungu kwenye maisha yako Utafanya biashara zitaenda, utaangaika, utafanya kazi sehemu mbalimbali au, yani autafika popote, kwa sababu dhambi ni ukuta kati ya mwanadamu na Mungu na ili mwanadamu afanikiwe lazima ahusike Mungu kwenye maisha yake. Ili tupate kufanikiwa kwenye maisha yetu lazima Mungu ahusike, lakini dhambi sasa inakufanya utengane na Mungu inakufanya uwe mbali na Mungu, inakufanya ukae mbali na Mungu. manikonasema maana maovu ya yagi baku yanawakulanganisha na Mungu, dhambi zenu zimeoficha uso wa Mungu musiuwone. Mwaomba wala hataki kusikia, kwa sababu ndani yenu mna dhambi. Kutiwa una dhambi, maombi yako ni kelele mbele za Bwana ndiyagwacha nikwambie, anayeficha dhambi zake haweza kufanikiwa haweza kuwa na amani kwenye maisha yake. Ndo maana yani mwanadamu yoyote anayeishi maisha dhambi mani yake hana amani. Namna tu kimaliza kuifanya unabaki unalia, unabaki unasema, leo na hapa sitarudi tena tena tena tena, lakini kesho unashangaa umerudi tena kwenye kitu kirefu, kwenye kitu kirefu. Unashangaa unashangaa tena umerudi, unasema leo mali uongo, sasa yatosha. Unashangaa kesho tena uko pale pale. Kwani mali popote palipo na dhambi Mungu hawezi akadhihirika, Mungu hawezi kaonekana. Ndugu yangu, kama unataka uone Mungu kwenye maisha yako, kubaliana na kuiacha dhambi, pasizo karoge tu karoge tu, yaani nakwambia kweli. Utaka usitake, ukiacha kuiacha dhambi wewe karoge tu. Tena nipeleke vizuri, kuna mali niendaka Tabora, niendaka Tabora kwenye <laughs> mkutano wa Injili.

Sasa sasa sasa sasa unaenda una una shaka. Sasa unajiuliza, kuduru kafa kabisa kaweza yuko pale wanamuuza. Sasa unajiuliza, sasa huyu kuduru. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Huyu kuduru ameleta hapo na nini? Unakuta kuduru. Yuko anauzwa kwa bei hiyo. Anauza bei. anau anaua duujangu ko maliapul aisikia. Kama utaki kuacha dhambi, kama utaki kuacha dhambi, karoge tu Naka, na uamua kabisa kusema. Unajua kuna watu wengine wanaroga, wanajificha, wana wana <laughs> unajua hata kama ukijificha haisaidii chochote, kwa sababu maandiko yanasema siku za mwisho kila kitu kitawekwa wazi, kila kitu Mungu atakiweka wazi, yani matendo yetu tunayoyafanya. Maisha yetu tunayoishi yasiyo peleza Mungu. Yaani kila kitu kitafunuliwa wazi. Sasa nitashangaa. Yaani yosiku, mimi nitashangaa namna gani ambavyo wanadamu tutaaibika mbele za Mungu, maana Biblia inasema kila tendo na kila jambo alilolifanya mwanadamu atalitolea hesabu siku ya mwisho. Hebu sasa, mabaya mangapi ambayo umeyafanya Ya leo, na dunia cha ajabu na cha kushangaza, watu wanapenda mabaya kuliko mema. Ili waamini siku moja uharibikiwe tu uharibikiwe tu, uharibikiwe tu unajulikana mtaa mzima unajulikana, yani kiasi hey. Kwa nini watu wanapenda taarifa mbaya kuliko kupenda taarifa njema hey? Bum anatuonya sisi wanadamu, anatuelekeza ili tufuate njia iliyo sahihi.